Mtazamaji wa Faida Online TV ni kivuko cha Mv Mafanikio kinachofanya safari zake kutokea Feri, Manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara kuelekea Msangamkuu. Tumepokea taarifa na malalamiko kutoka kwa baadhi ya wananchi na wasafiri wakidai kwamba ni siku ya Desemba 30, 2025 pia tumeshuhudia kivuko hiki kikiwa kimepaki ama wenyewe wanaita kupewa katika fuko ya bahari na hakikufanya kazi kabisa na hivyo wananchi kulazimika kutumia mitumbwi kuvuka kutokea hapa Feri na kuelekea upande wa pili mlango mkuu, ambayo ni hatari na wananchi kwamba wanahisi wanaweza kurudi kule ambako wameanzia. Faida Online TV, watu wa Hiana, tumefika moja kwa moja kwenye kivuko hiki na kuzungumza na mashuhuda. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV, nikukumbusha kusubscribe kwa like na comment, ili endelea kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Hali ya kivuko kipo kawaida, lakini jana tulipata na nani kupwea, hiki kivuko kimepanda juu hapo ikawa kwa jana kikufanya kazi kabisa, kilipigwa na wimbi kikaja mchikavu. Tatizo la leo ndio nimeliona tatizo hilo la linageuka, inageuka kwenye, kwenye kupaki eh, ambayo sio hali ya kawaida. Nataka kivuko kiwe kisimame vizuri, kisiwe na tabia ya kuwa mara kinageukageuka mara kinafanya hivi, kwa sababu mara nyingi kinapokwepo kimipwewa, watu wa Msangamkuu tunakuwa na changamoto sana ya kivuko kwa sababu mara nyingi vitu vyetu tunachukulia mjini huku, kwa maana tunapokosekana kuvuka, basi tunakepa kwenye changamoto kama hiyo, kupewa yani kupanda kivuko ki kinapanda kina kina juu huku kwenye mchanga. Kwa majina yangu naitwa Salmu Chitagu, mimi ni mchuuzi wa Msangamkuu, nachukua bidhaa huku naleta huku, kivuko kinatusaidia katika, yani kivuko kwa kifupi ni muhimu kwetu sisi, hasa kwa wafanyabiashara, hata pia wananchi ambao wanaishi Msangamkuu, kwa sababu huduma zote huwa tunategemea mjini. Kwa inapotokea kivuko kinatokea hitilafu kama za jana, changamoto inakuwa kubwa. Jana ilitokea dharuba la upepo, so kwa hiyo kutokana na hali ya hewa ile, pamtoni ilipwewa, maana yake ilitoka juu, ilitoka kwenye maji ikafika huko juu, kwa kutokana na ile hali ya hewa ilitutesa kwa sababu akikweza kufanya kazi mpaka maji yalipojaa ili kiweze kuondolewa kiendelee kufanya huduma zingine kwa wakati. Ilipotokea hilo tatizo, ililazimika tutumie mitumbwi. Sasa mitumbwi, mimi niko na pikipiki hivi, siwezi kuvuka kwa sababu pikipiki haiwezi kukaa kwenye mtumbwi. Mwingine amekuja na gari yake, anashindwa kuvuka gari, aliwezi kukaa kwenye mtumbwi. Hivyo vivuko ambavyo tunatumia kuvivukia vile viboti vidogo, vinatutesa au kwanza vikai pikipiki na pia bei ya nauli mule inakuwa juu kwa sababu nauli ya kwenye pantoni mia tatu, mule inakuwa shilingi elfu moja. Lakini pia kuna watu ambao wale wenye mahitaji maalumu, kwa mfano walemavu, hawawezi kutumia vile vivuko vidogo, kwa hiyo pia kwao inakuwa changamoto, unaona. Na kwa hiyo no, kivuko kupata shida, huwa sisi tunapata shida zaidi. Yani tunachokiomba kwa upande wa serikali, wawe wanazingatia iki kivuko kinakuwa kipo salama kila wakati, so kwenye kukiangalia, lakini pia jambo la pili kwenye kukirekebisha mimi naitwa Mwajuma Saidi, mkazi wa Mtwara. Hiki kivuko kina matatizo sana, kina changamoto sana yaani muda mwingine tunaweza tukafeli tukaa tunatumia mitumbwi. Kwa maana hiyo sio vizuri, tunaiomba serikali itufanyaje, itusaidie. Tunapotumia mitumbwi, changamoto zake tunachelewa kufika na inakuwepo mtu akikaa kwenye mtumbwi wake anakutoza labda buku. Hey, kwa majina naitwa Maabadi Ibrahim Salum ni mkazi wa kijiji cha Msangamkuu. Leo ni ajabu kusikia kivuko kimipwewa, kinachukua kutwa mzima akijafanya kazi kinaleta sitofahamu na sisi wakazi wa kata ya Msangamkuu ambayo inaunganisha vijiji vitatu pamoja na kata ya Nalingu Njia yetu kuu ndiyo hii, na kuna dharura nyingi za wagonjwa, tunategemea njia hii. Sasa leo kivuko kikiwa kimepwewa, hakifanyi kazi kwa kutwa mzima, je, anapotokea mgonjwa tunafanyaje? Faida Online TV tumepata nafasi ya kuzungumza na meneja wa vivuko kanda ya mashariki na kusini kwa njia ya simu, ndugu Abdurahmani Amini ambaye anasema kivuko hicho kinaenda kufanyiwa matengenezo makubwa. E, kivuko hicho tumeshaingia mkataba na Songoro Kwenda matengenezo makubwa. Uh, once tutakapomlipa tu ile ile ile due payments, mchakato wa matengenezo utaanza. Kwa saizi bado mkandarasi hajalipwa, kwa hiyo akishakulipwa tu ile wanasema malipo ya mwanzo, advance payment, kivuko hicho kutenda matengenezo makubwa <tune>